Irani usiku wa kuamkia leo imeendeleza mashambulizi yake mpaka kufika asubuhi ya leo ambapo vyombo tofauti tofauti vimeripoti taarifa za mashambulizi ambayo yamefanywa na Irani katika maeneo ya katikati ya Israeli ikiwemo CNN, ambacho hiki ni chombo cha Marekani, lakini kimeripoti kwamba na nukuu Irani imeshambulia kiundani zaidi katika eneo la kimkakati la Israeli na kufanikiwa kuharibu vibaya maeneo hayo. Irani imelenga kwa mabomu Haifa na Belsheva na kupiga kambi za vikosi vya maji vya Israeli na kuviharibu vibaya mno, lakini pia uh, Al Jazeera pia wameripoti kwamba uh, asubuhi ya leo kumekuwa na mwendelezo wa mashambulizi ya Irani ndani ya Israeli hii asubuhi na kusababisha uharibifu mkubwa katikati ya Israeli, na moto mkubwa na milipuko imeonekana katika huo miji ya katikati ya nchi ya Israeli. Ukiangalia hivi ni vyombo ambavyo uh, ni vya magharibi na vinaaminika na uh, nchi za magharibi na ulimwenguni kote, lakini tulizoea mara nyingi walikuwa wanaripoti taarifa ambazo zinakuwa nzuri kwa Israel, lakini awamu hii wameamua kuwa wakweli kutokana na kipigo ambacho wanakipata Israel bila kuficha bila kupepesa macho na ndio maana eh, Netanyahu juzi alisema Aljazira anaifungia kurusha matangazo ambayo yanayohusu Israel, kutokana na kwamba matangazo yao yanafanya uh, kuiharibu nchi ya Israeli, kwa sababu wanatoa taarifa ambazo ni za kweli ambazo wao hawataki watu wazijue, hususani kama hizi uh, za madhara ambayo yanatokana na mashambulizi ya Irani ambayo yanafanywa pale nchini Israeli. Kiufupi ni kwamba uh, mimi hapa ni ripota, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za ulimwengu ukuwa wa Mwafrika, lakini pia na migogoro tofauti tofauti ambayo inakuwa inaendelea katika ulimwengu bila ushabiki bila kusimama upande wowote, inaonekana Israeli ameshindwa vita, hawezi kumshinda peke yake Irani. Ndio maana uh, tumeona Benjamin Netanyahu anaomba msaada kwa Trump, anasema wameona kinu cha nyuklia ambacho Irani anacho ambacho kinajulikana kama Fodo ambacho kipo chini ya milima mita nyingi kwenda chini ambapo mabomu ya Irani ya mabomu ya ya ya Israeli na makombora ya Israeli hayawezi kwenda kulipua kile kinu, bali amesema wanahitaji um, msaada wa Marekani ili kuweza kufanikisha zoezi lao. Lakini tangu mwanzo mwa vita, Israeli tumeona anamlilia Marekani aweze kumsaidia yeye, inaonyesha kwamba Israeli peke yake hawezi bado mgogoro unaendelea, bado vita inaendelea na ving'ola vinalia kwa pande zote, Irani na Israeli. Lakini mashambulizi mengi, tunaona Israeli amezidiwa, Israeli anapigika vibaya mno, ni kutokana na kwamba mifumo yake ya ulinzi inashindwa uh, kuzuia makombora ya Mwajemi ambayo ni mazito vibaya mno. Ulikuwa nami Haruni Mwambepo. Tafadhali bonyeza neno subscribe, ili tuweze kuwa pamoja katika taarifa zote ambazo tutakuwa tunazi upload hapa hapa HODM TV, kuhusu mgogoro ambao unalea unaendelea pale uh, mashariki ya kati. Mambo ni mengi, muda ni mchache. nguru ngafu enda majali mwenda. Mambo ni magumu. Watu wote hatupendi vita, tunaomba vita ishe hata leo. Lakini sisi ni wakina nani tuweze kukataza vita? Acha manyang'au wamalizane, acha vita ipigwe, tuone itakavyoisha. Asante.